Akizungumza katika afisi zake wa mamili, anawalaumu wanaosambaza taarifa za uongo kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo, akiwataka wananchi kutembelea na kujionea miradi iliyotekelezwa na serikali ya Kenneth Lusaka katika kipindi chake cha pili madarakani. Amesema moja ya mafanikio makubwa ni ujenzi wa uwanja wa kimataifa wa Masinde Muliro ambao uko katika hatua za mwisho za ukamilishaji siano mzuri kabisa na serikali kuu ile awamu ya pili haingekuwepo. Na ukiangalia kwa ndani kabisa ukidadisi vyema utapata kwamba huo uwanja hata awamu ya kwanza ilikuwa chini ya asilimia hamsini wakati ambapo Gavana Lusaka anaanza kuishughulikia. Kwa hiyo um, awamu ya kwanza ya uwanja huo zaidi ya asilimia hamsini imefanywa na gavana Lusaka. Awamu ya pili iliasisiwa na ikaendelezwa, wakati huu inakaribia kukamilika. Aidha, wamamili ametambua ushirikiano mzuri kati ya gavana na wawakilishi wa wadi kama nguzo muhimu katika kufanikisha maendeleo, akisema madiwani wamekuwa mabalozi wazuri wa, wa serikali ya kaunti kwa wananchi. Ile barabara kutoka kandui mpaka mskoma iliasisiwa na serikali ya muheshimiwa wa kamati ndio, lakini malipo hayakukamilishwa. Kuna malipo kiasi cha juu ambacho kimelipwa na serikali ya gavana Lusaka. Kwa hivyo uh, hata hiyo barabara, mchango mkubwa ni wa gavana Lusaka. Amefichua kuwa serikali ya awali ya gavana Wangamati aliacha deni kubwa katika mradi wa barabara kutoka Msikoma hadi Kandui, na sasa gavana Lusaka ameweka juhudi za kulipa madeni hayo ili mradi ukamilike na wananchi wanufaike. Msingi wa maendeleo ni wodi, na ndio sababu hela huwa zinatolewa kwa kiwango fulani, kila mheshimiwa wodi yake. MCA anapata mgao fulani, ndio anafanya nini yeye, anaangalia vile mambo yanaendelea, anasimamia. Sisi wenyewe kama serikali tunasimamia, lakini tukishirikiana na hao MCAs. Kwa hivyo mtu akitaka kujua kikamilifu ni pesa kiasi gani ambacho kimeenda mashinani, utapata kwamba kila MCA ni shahidi kwamba kuna pesa ambazo huwa zinatolewa, zinagawanywa kwa mujibu wa misingi ya wodi. Kuna madarasa ya chekechea yamechengwa, kuna madarasa kati na karakana katika vyuo anuwai, ambapo mgao huu unatumika kujenga uh, na maendeleo mengi mengine ambayo yamekuwepo. Kwa hivyo, serikali ya kaunti imesema itaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo na kushirikiana na viongozi mbalimbali ili kuinua maisha ya wananchi wa Bungoma. Nikiripoti ya mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simio.